Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia Wizara ya Ujenzi sasa wamekusha toa fedha na tayari wakandarasi wote wako site. Barabara hii kama ambavyo wamezungumza, daraja hili kama ambavyo wamezungumza consultant, linatengenezwa kwa chini ya bilioni 97, na kwamba mpaka sasa mkandarasi amekusha lipwa chini ya bilioni kumi na nne kama advance payment na kwamba daraja hili litajengwa kwa, kwa chini ya miezi kumi na miezi 24. E ambayo ni sawa na miaka miwili na kwa kufanya hivyo, na sasa amezungumzia kwamba maandalizi ya ujenzi wa daraja letu kwa sasa iko kama asilimia saba kwa maana asilimia saba tangu tarehe mbili mwezi wa tano walipokabidhiwa na kwamba kazi lazima ianze commencement date. Kwa ndugu waandishi wa habari, madaraja haya yote matatu ndio maana hapa tuko na mkuu wa wilaya ya Ilala kwa sababu linaunganisha Ilala inaunganisha Kinondoni inaunganisha Ubungo na inaunganisha pia maeneo mengineyo. Madaraja mengine yote yatajengwa kwa miezi, kwa mwaka mmoja kabla, mwaka mmoja kama miezi kumi, kwa maana siku mia tatu. Daraja la ile la Kigogo pamoja na daraja la Mkwajuni, daraja la Kigogo itajengwa kwa si chini ya bilioni kumi na saba, wakati daraja hili la, ya, la Mkwajuni itajengwa kwa si chini ya bilioni kumi na moja. Madaraja haya ndugu zangu, ni mwendelezo wa madaraja makubwa ambayo ni kielelezo cha taifa letu yaliyojengwa. Wiki iliyopita mliona Mheshimiwa Rais alikuwa mgeni rasmi katika kuzindua daraja kubwa pale Mwanza, daraja linalounganisha mikoa na nchi zingine zote za Afrika Mashariki kwa ukanda ule, daraja kubwa lenye urefu wa kilomita 3.6. Daraja lenye nguzo 67. Daraja lenye nguzo kubwa tatu ambazo zina ile kitu mnaita zile kamba ambazo ndo zinabeba mzigo wa daraja. Tunaita cable stayed bridge, na ambalo mita daraja nguzo moja kwenda nguzo nyingine ni mita mia moja na stini span, maana yake ni sawa na kusemaje kwamba lile daraja la, la, la Kigogo linatengenezwa kwa mita hamsini. Kwa lugha nyepesi ni kwamba ukienda ile daraja pale Mwanza mita mia moja na stini hazina nguzo katikati manake limepita zege tu juu ambalo limejengwa kwa ustadi mkubwa sana na limekuwa msingi wake umetengenezwa kwa piles ambazo zimejengwa kwa ubora mkubwa mno kwa simenti zege mchanga yenye grade. Sasa ndugu zangu, tunapozungumzia ubora wa madaraja haya, kilio kikubwa kwa wanadar Es Salaam kilikuwa kwa nini tunafunga barabara nyakati za mvua? Kwa nini barabara zinajaa maji wakati wa mvua? Sasa mwarobaini unapatikana sasa. Kwa hiyo niendelee kuwaalika tena zaidi kwamba Mheshimiwa Ulega atakapofika ndani ya mkoa wetu kwenye madaraja haya, basi tutapata taarifa nzuri ya kina, pamoja na maelekezo mengineyo katika wizara ya ujenzi kwa mameneja hawa. Lakini sisi kwetu, kama mimi mkuu mkoa, mkuu wa wilaya, sisi tunaongoza watanzania ambao ndio wanapiga kelele na kulia na kulia nyakati zote, matatizo yao yakiwa solved mimi na wenzangu tunasinzia vizuri lakini, leo matatizo yao yakiwa hayako solved, tunapata matatizo makubwa kwa ile kauli ya no election, no reforms, no reforms, no election. Ina maana kwamba reform mojawapo ni kuhakikisha watanzania wanakuwa na barabara ambazo hazifungwi masaa 24. Na reform na moja wapo mojawapo ni kujenga madaraja, reform mojawapo ni kujenga vituo vya afya, reform mojawapo ni kujenga shule reform mojawapo ni kusaidia watanzania ili adha zao na matatizo yao yakiwa solved, hiyo ni reform moja kubwa sana katika maisha ya mwanadamu. Reform ya kweli ni kuona daraja linatengenezwa hapa, hiyo ndio reform ya kweli. Kwa hiyo mimi, ukiniuliza reform maana yake nini, anza kujenga daraja ili uchaguzi uweze kuendelea vizuri. Anza kujenga barabara, uchaguzi ufanyike vizuri. Linda mji wako, uwe na amani, uchaguzi uwe mzuri. Hiyo ndio maana nzuri ya reforms. Kwa majina naitwa engineer, Inanuso, Lazeki Kiamba Meneja wa TANROADS mkoa wa Dar es Salaam, Mheshimiwa mkuu wa mkoa, Tume, tumefanya ziara katika madaraja yako yote matatu. Daraja la kwanza lilikuwa ni Kigogo, daraja la pili ilikuwa ni Kwa Juni, na daraja la tatu ni hili la Jangwani. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, daraja la Kigogo, mkandarasi ni Kings Builders Company Limited, atajenga kwa gharama ya shilingi bilioni 17.6. Muda wa mradi unatazamiwa kuwa ni siku mia tatu mkandarasi kwa sasa amekwisha anza kufanya mobilization, na amekwisha anza kujenga njia mbadala diversion ambayo itatumika kwa magari wakati daraja jipya la Kigogo linaendelea lina na ujenzi. Mheshimiwa mkoa wa mkoa daraja la mkoa juni linajengwa kwa gharama ya shilingi bilioni kumi na moja pointi mbili upana wake ni mita ishirini na litajengwa kwa siku mia tatu mkandarasi atakayejenga ni Kings Builders Company Limited. Kwa sasa hivi mkandarasi amekwisha anza kazi ya kujenga njia mbadala ambayo itatumika na magari yote ambayo yatakuwa anapita barabara hiyo kutoka Magomeni na kuelekea Moroko. Mheshimiwa wa mkoa, niseme kwa ufupi kuhusu daraja la Jangwani. Hapa tulipo ni daraja la Jangwani ambayo inatarajiwa kuanza ujenzi. Mkandarasi amekwisha fika na amekwishaanza anza kufanya diversion ambayo itatumika kwa, barabara, kwa magari hasa yanayotokea Kigogo kuikuja kwenye depot ya BRT. Kwetu sisi wanailala daraja hili ni muhimu sana katika barabara hii ya, ya, ya Kawawa ambayo inapitisha magari mengi sana kuelekea Temeke, lakini kuingia eneo la Kariakoo, lakini magari pia ambayo yanakim, yanakimbia foleni katika katikati ya jiji la Dar es Salaam. Hivyo kwa kitendo ambacho Mheshimiwa Rais ameleta fedha kwa ajili ya ujenzi wa daraja hili na barabara hii, tuna kila sababu ya kumshukuru sana na tunaomba utupelekee shukrani za dhati sana kwa Mheshimiwa Rais. Ombi langu Mheshimiwa Mkuu wa, wa Mkoa, kwa mkandarasi, kwa niaba ya wananchi wa Wailala, ni kwamba mkandarasi aende kutimiza ahadi yake ya siku mia tatu kuhakikisha anakamilisha barabara hii ili watu wetu waweze kupita katika ma, mazingira yale ambayo Mheshimiwa Rais ametazamia ya ya pia yafanyike katika eneo hili la hapa Mkwajuni mwaka 2023, 2024 na, na, na mwaka 2025 tumeona mvua zile za masika zinaponyesha, tumekuwa na adha kubwa. Mvua ikishanyesha maji yanajaa hapo, kwa hiyo namna ya kupita inakuwa ni ngumu, magari ya abiria na magari ya watu binafsi, lakini pia hata watembea kwa miguu imekuwa ni shida kabisa hapa kuweza kupita. Kwa hiyo imekuwa ni adha kubwa kwa uchumi na huduma za kijamii, kwa sababu ya maji haya yakijaa hapa, nilisali moja hadi masaa matatu, barabara haiwezi kupitika lakini tunakushukuru sana wewe, tunamshukuru sana mheshimiwa Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kuliona hili tatizo na kwamba sasa mwarobaini wake umepatikana.